Kwenye simulizi yetu kali inayokwenda kwa jina la Damu ya Mwisho. Kabla hatujaendelea kwanza tunawaomba msamaha sana kwa kuchelewa kupandisha sehemu hii. Tumepitia changamoto ya sauti kwenye kurekodi, lakini tunaendelea kulifanyia kazi kwa nguvu zote ili kuhakikisha simulizi zinawafikia kwa ubora mzuri zaidi. Na asanteni sana kwa uvumilivu wenu. Sasa basi, hebu tukumbuke tuliishia wapi sehemu ya tatu. Naivasha alichukuliwa na Lusieni hadi kwenye mapango ya siri mwambao wa bahari, wakikimbia wanajeshi wa Sole ya Security waliokuwa chini ya Director Kova. Ndani ya lile pango, sauti ya mwanamke wa kale, Yara, mama wa vampires wote, ilianza kuzungumza ndani ya akili ya Naivasha, ikimwita mtoto wa damu mbili. Mwanga mwekundu ulilipuka ndani ya pango. Yara akatokea kwa umbo la moshi, akianza kumshawishi Naivasha akubali damu ya giza lakini ghafla askari wa Kova wakavamia, vita vikaanza na nguvu za Naivasha zikaanza kuamka kwa kiwango cha kutisha. Hatimaye bahari ikapasuka kwa mwanga wa damu, Naivasha na Lucien wakazama chini ya maji, huku sehemu ya ubinadamu wake ikianza kutoweka taratibu. Sauti ya Yara ilisikika ikitangaza, hatua ya kwanza imeanza. Sasa basi, baada ya kukumbuka tulipoishia, karibu tusikilize simulizi yetu ya Damu ya Mwisho ikiwa ni sehemu ya nne. Usiku ulianza kutawaliwa na giza lenye uzito. Mawimbi ya bahari yalikuwa yakivuruga maji kwa hasira, kama yalikuwa yakilia kwa ajili ya mambo yaliyotokea ndani ya pango lililokufa. Mvua ilimwagika kwa nguvu zaidi, ikachanganyika na damu iliyochafua ufukwe wa bahari ya Hindi. Chini kabisa ya bahari, mwili wa Naivasha ulielea taratibu ukipanda juu. Nuru nyekundu iliyokuwa imezunguka ya miili yao ilififia taratibu, ikiacha kimya kizito ndani ya maji. Shingo yake ilianza kuwa nyeupe kama barafu, lakini alionekana bado kuishi. Lucien akamshika kwa nguvu, akimvuta kuelekea juu kwa kasi ya ajabu, kasi ambayo mwanadamu wa kawaida asingeweza kufanya. Walipofika juu, usiku ulikuwa umejaa utulivu wa kutisha. Mwili wa Naivasha ulitolewa nje ya maji na Lucien akamuweka juu ya mwamba mkavu. Alikuwa akitetemeka, mwili wake ukikatika kati ya maumivu ya mwanadamu na nguvu ya damu ya vampaya iliyokuwa ikiingia taratibu kwenye mishipa yake. Naivasha, utasikia moto ndani ya mifupa yako. Usipigane, ruhusu damu ikamilike, Lucien alisema kwa sauti ya kukata akipiga magoti pembeni yake. Lakini hata kabla hajamaliza macho ya Naivasha yalifunguka. Alikuwa amebadilika, macho yake yalikuwamo nuru ya damu safi na mtetemo wa nguvu mpya ulikuwa ukitoka ndani ya mwili wake. Hata upepo ulionekana kuogopa ukimya wake. Lucien aliongea kwa sauti iliyochanganya maumivu na hekima mpya ninaona vitu ambavyo sikuwahi kuona, kila sauti, kila damu inayopiga duniani. Lucien akamwangalia kimya, macho yake yakianguka chini kwa huzuni. unapoanza kuona damu yote, mwanadamu ndani yako anaanza kufa, Naivasha. Hii ndiyo sababu nilitaka kuzuia uamsho wako. Hii ni nguvu, lakini pia ni laana. Naivasha akasimama kwa mara ya kwanza, akipumua bila hofu. nina nguvu, lakini bado ninaweza kuchagua, alisema taratibu na ninachagua kuishi, si kutawala wala kuangamiza. Lucien akaonekana kupumua, macho yake yakitoa zawadi ya huzuni na matumaini. Basi utahitaji kujifunza kuimudu, kwa sababu sasa dunia nzima inakujua, hawatakupa pumzi. Wakati huo huo, katika ofisi kubwa iliyokuwa chini ya ardhi ya makao makuu ya Soleil Corporation, Director Kova alitembea ndani ya chumba cha mkutano kilichokuwa kimejaa mawaziri, wanasayansi na maafisa wa usalama. Damu ya mwisho imeamshwa, alisema kwa sauti ya kutetemeka, na sio tu vampaya, bali kifunguo cha mwisho cha uwezo wa damu zote. Mtaalamu mmoja akauliza kwa hofu, inamaanisha nini? Inamaanisha kila kitu kilichokuwa hadithi sasa ni hatari halisi, na tunahitaji ama kumtafuta naipasha ama kufa. Macho ya kila mtu yalimwangalia wakijua hawakuwa na muda tena. Kova akapiga kitufe kwenye meza. Ukuta wa skrini ukawaka, ukionyesha picha ya Naivasha akiwa kwenye maji ya bahari, macho yake yakimetameta kama miali ya damu. Huyu ndiye mwanadamu asiye mwanadamu, nusu damu, nusu giza, kizazi kipya cha nguvu ambazo hatuwezi kudhibiti. Naivasha na Lucien walitembea katika usiku ule wakielekea nje ya Dar es Salaam, mahali ambapo giza lilikuwa limefunikwa na miti mirefu na mashamba makavu. Tutakwenda wapi? Aliuliza Naivasha huku akitembea katikati ya kivuli cha miembe. Kuna watu ambao wanaweza kukusaidia, wanaojua jinsi ya kulinda damu yao bila kuiua. Wamekuwa wakikimbia kwa karne, Lucien alijibu. Kama vita imeanza, tutaikomesha, Naivasha alisema kwa sauti yenye msimamo. Sitaacha damu yangu iwe chanzo cha maangamizi. Lucien akamwangalia tena, sasa akiwa na ishara ya heshima. Mwanamke wa damu mbili, sasa unachagua kupigana. Sasa dunia inaweza kupata matumaini lakini kabla hawajafika mbali, upepo ukakata na kivuli cha mwanadamu kikajitokeza chini ya mti wa mwembe. Upepo ukazunguka mwili wake kama moshi mweusi. Mmoja wa askari maalum wa Kova alijitokeza polepole, macho yake yakiwa na rangi ya mkaa. Mmekuwa mkifikiri mnaweza kukimbia, lakini damu yako inavutia hata giza, alisema. Lucien akachomoa upanga wake wa damu ya kale, mwanga wa buluu ukimziba. huyo hawezi kuwa binadamu, Naivasha alisema siyo binadamu tena, Lusyeni alijibu akijiweka mbele ya Naivasha. Wameanza mabadiliko yao. Lakini kabla hawajachukua hatua zaidi, mtu huyo aliibuka na kasi siyo ya kawaida, akirusha mawimbi ya nguvu hewani. Lusyeni akapambana naye, lakini nguvu zake mpya zilikuwa kali. Naivasha alisimama nyuma, akihisi msukumo wa nguvu ndani yake. Acha niishughulikie, alisema, macho yake yakawaka na kwa mara ya kwanza mwili wake ukatoa nguvu ya damu safi, mchanganyiko wa nuru na giza. Alipoinua mkono wake, uzito wa dunia ulionekana kukimbia. Kivuli kile kililipuka katika moshi mweusi, kana kwamba hakikuwahi kuwepo. Lusien akatazama kwa mshangao. Ulikuwa unacheza, alisema. Naivasha akapumua kwa utulivu, macho yake yakirudi kuwa ya kawaida. Sina furaha kufanya maangamizi, lakini sitakubali dunia ipinduliwe na giza. Katika kona nyingine ya dunia, sauti ya Yara ilisikika tena ikizunguka hewani kama upepo wa damu. Damu ya mwisho sasa inatembea, na mpasuko wa dunia umeanza. Na mwezi ukashuka chini ukiwa mwekundu zaidi kuliko usiku wote wa kabla. Na hapo ndipi mwisho wa sehemu ya nne. Asanteni sana kwa kuwa nasi mpaka mwisho wa sehemu hii ya simulizi yetu ya Damu ya Mwisho. Tunawashukuru kwa muda wenu, uvumilivu wenu na mapenzi makubwa mnayotupa kila siku. Tunaomba radhi tena kwa kuchelewa kuwaletea sehemu hii. Tumekuwa tukipambana na changamoto za sauti wakati wa kurekodi, lakini tunawaahidi kuwa tunalifanyia kazi kwa nguvu zote ili kuhakikisha simulizi zijazo zinawafikia kwa wakati na kwa ubora mzuri zaidi. Endeleeni kuwa nasi, sehemu ya tano inakuja, na tunaahidi haitawaacha kama mlivyozoea, ya mambo yanazidi kuwaka moto. Asanteni kwa kusikiliza, patane tena kwenye sehemu inayofuata ya damu ya mwisho.